Uchaguzi si takwa la Samia wala sio takwa la Nchimbi wala si takwa la Nubalo, takwa la kikatiba. Ingelikuwa mwongozo, tungeusogeza. Ingelikuwa kanuni, tungeichezesha. Katiba haitikiswi hivyo. Katiba ni jambo kubwa, mchakato wa katiba mkubwa. Wanatuambia miaka mitano, vyama virudi, vikatengeleze ilani, vikatekeleze ilani, viende kwa wananchi. Samia haruhusiwi kukaa hata siku moja, Ndumbalo haruhusiwi kukaa hata siku moja, wala madiwani wenu akina Goliama sio, akina Yobo sio, akina nani, hawaruhusiwi. Ikifika siku ni kuachia madaraka, na mwezi wa sita rais anavunja bunge. Kitakachomfanya Ndumbalo endelee kuwepo uwaziri wake, mawaziri watakuwepo mpaka wapatikane mawaziri wengine, lakini halmashauri zote zinavunjwa, zitakuwa chini ya wakurugenzi na watendaji wao. Kwa hiyo kufanya uchaguzi si takwa la mtu. Ni takwa la kikatiba.